Angalia hiki kitu na naomba usikilize kwa makini. Sikiliza kwa makini. Huyu hana viatu, anawaza atapata wapi viatu. Huyu hana chakula, anawaza kupata wapi chakula. Huyu hana maji, anatafuta maji wapi kwenye kisima, wapi nitanunua maji. Huyu anawaza jinsi ya kutengeneza pesa. Hachukui hatua yoyote kutatua matatizo ya watu. Ametokea mama mmoja huko pembeni kwenye mkokoteni wake, kabeba viatu, kabeba kisima, kabeba chakula. Hawa wote wame line up wanampa pesa huyu. Kwa nini? Huyu anachukua hatua, huyu achukui hatua. Huyu anawaza, huyu anaomba, huyu anafunga. Mambo yote anayoyafanya ni mazuri na mema lakini hachukui hatua kwenye kuzalisha na kwenye kutatua shida. Chukua hatua my friend. Wewe Mungu kakupa ndani yako kujua matatizo ya ofisini kwako. Ofisini kwenu mkienda kila mmoja anahangaika na vitumbua na mandazi na miogo havipo. Kwa nini usizalishe vitumbua na mandazi na miogo wewe? Wewe unapomwomba Mungu, Mungu anakupaga lugha ya shida, hakupagi lugha ya baraka. Mungu akitaka kukubariki, utaratibu wake anakuviringishia ile zawadi yako ya baraka kwenye karatasi inaloitwa matatizo. Narudia tena, Mungu ana tabia kama anataka kukubariki, ana tabia ya kukufungashia baraka zako kwenye karatasi ile mnaita sijui gift wrapping paper inayoitwa shida nje inaonekana ni shida, ndani kuna baraka. Nje inaonekana kama kifuu cha nazi kigumu, kinahitaji ukipige na chuma, lakini ndani kuna maji matamu ya dafu. Haleluya! Sasa ni wewe upambane, ujue humu ndani ni kifuu ama ni ile nazi nyeupe tamtamu. Katika shida za moyo wangu, katika shida za watu wengine, Mungu anatengenezaga nafasi, na hii nafasi nikiwa najibu nitapata pesa, Nisipokuwa najibu nabakia kwenye dhiki. Mawazo yenye tija, kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa so, kufanya zaidi na kuwa zaidi.